Hivi Amina, umejiona ulivyopendeza? Yaani nimejitahidi sana kufanyia hiyo makeup. Lakini unaniangusha kitu kimoja tu. Umenuna na siku yako leo ni nzuri. Siku yako ya ndoa. Lakini hutaki kuwa hivyo. Unatakiwa usmile. Si unajua eh? Smile bwana. Eh? Uso umeremete. Yaani uendane na hiyo makeup. Sio kwa kununa hivyo. Sijui leo umekuaje. Yaani sio kawaida yako kabisa. Yaani leo ndio siku ambayo ungetakiwa upendeze na ufurahi. Lakini unafanya kinyume chake. Una shida gani zai, rafiki yangu? Ni vile tu hujui, yaani leo moyo wangu hauna furaha kabisa. Sijui nina tatizo gani. Amina rafiki yangu, nikuambie kitu, hata kama moyo wako hauko sawa, leo ni siku yako. Hivi unajua watu wangapi wanatamani harusi kama yako bwana? Weka uso wa furaha, haupendezi ukikaa hivyo. Unatuhuzunisha sisi marafiki zako. Si wenyewe tunatamani harusi kama yako, lakini wewe unaweka uzuni. Nyie mnadhani sielewi mnachoniambia? Ni vile tu hamko kwenye kiatu changu. Mimi pia the way ninavyojisikia, sijui ni kwa nini najisikia hivi, kwa hiyo niwie tu radhi. Yaani sijui kwa nini sijachangamka kabisa. Yaani bora Fatuma umeongea, maana nikiongea mimi Zainabu naonekana na kiereere <laughs> sema na siri moja ya kumchangamsha huyu bibi harusi au tumpe kimnyweso kidogo ili akiingia kanisani asiwe tena amezubana namna hii achangamke. Unaonaje Zainabu, tumpe huyu bibi dada bibi harusi? Nitacheka leo, tuone atakavyoanza kurukaruka kama hana akili nzuri. Eh, eh, eh. mambo gani hayo unayoyasikia ibwa chini, kumchosha mwanangu Amina. Mwanangu, muda karibia unafika, wewe uweze kuendelea kanisani, sawa Acheni kumchosha, hakuna cha kuogopa wala nini, na hizo habari zenu ninazozisikia, kamnyweso sitaki kabisa kusikia. Zainabu na Fatuma, mnanijua vizuri sawa? Eh mama hutaniwi, yaani hapa tuko tunamtania tu Amina, ujao hujazoea tu matania zai, tunataka tu achangamke, hakuna hicho kitu kama kamnyweso bwana. Mama, si unatujua sisi meseji hiyo, Amina, hebu angalia bwana harusi huyo atakuwa anakusumbua, tujue anataka nini, maana na yeye naye hata hmm. Sijui atakuwa nani. Ngoja e nisome hiyo meseji, inasema hivi Amina, najua leo ni siku yako ya harusi, lakini kabla hujaingia kanisani, kuna kitu lazima ujue kuhusu Juma. Sitaki ugombane, lakini sitaki uishi kwa uongo pia. Tukutane, nimekuja na ukweli wote. Jamani eh, huyu Neema ndio nani Mungu wangu? Hii meseji hata sielewi. Uh, nachoka mimi, nilijua tu siku yangu hii haitaenda vizuri ni nini hiki sasa? O, Oh my God what is this now? Eh, makubwa haya sasa, huyo Neema atakuwa ni nani? Ina maana Juma atakuwa na mwanamke mwingine Jamani. Mambo gani haya tafadhali, msianze kunichanganya mjue. Amina, huyo Neema ni nani? Unamjua huyo mwanamke eh? Mmeanza kuniogopesha, sitaki kabisa kupata pressure saa hizi jamani. Sasa wote mkiniuliza hayo maswali, mimi nitakuwa na majibu kweli? Na wote mmeona ujumbe umeingia hapa sasa hivi, mkiwa wote mnaona huyo Neema pia mimi simjue. Mkiniuliza mimi nitakuwa sina majibu. Mtu pekee mwenye majibu kwa sasa ni Juma. Mimi naomba tufunge safari, tuende kwa huyo Juma. Asinichanganye kabisa kama nitoa na isiwepo, sielewi mimi. Nakubaliana na wewe 100% rafiki yangu. Lakini mwenzangu una moyo, yani ingekuwa ni mimi ndo nimepata huo ujumbe. Sasa hivi ningekuwa sina hali na jigalagaza chini, uko mnaniokota. Eh, mwenzangu, we uko vizuri. Kweli watu tunatofautiana. Yaani umejikaza ujue mimi sijui ningekuwa na hali gani. Ningekuwa kubebwa na mbeleko hivyo kupelekwa hospitali. Yaani watu hawanijui tu, nina matastiti, nina hofu. Nikipata ujumbe wa hofu kama huu, mapresha yangepanda. Yaani mngenikuta saa hivi niko hospitali. Hongera rafiki yangu, umejishikilia vizuri. Yaani sijategemea kabisa hiyo reaction yako. Jamani, samahanini kina dada kuna jambo li moja limejitokeza nje. Kuna mwanamke mmoja alikuja kanisani jana jioni, watu wanadai jina lake ni Neema. Nimeona niwaambie labda ana shida na nyinyi, maana mimi sijamfahamu. he, makubwa Neema tena hmm. E, e, haya nashukuru Elias kwa taarifa, unaweza ukaendelea na shughuli zako. Amina, lazima tupate maelezo ya kutosha. Tusijidanganye kwa haya maneno ya hapa na pale, lazima umpigie Juma sasa hivi. Shika simu mara moja, mpigie tujue nini kinaendelea. Huyo Juma asituchezee kabisa, hatujui vizuri yaani. Imechoka mwenzenu, ngoja nimpigie simu. Imeita we, imekata, hata hajapokea na kwa nini apokee simu leo siku yake ya harusi? Hapa kuna jambo, sio bure jamani. Mimi nakataa. Mwanangu, usifanye haraka, labda huyu bwana atakuwa na stress za siku. Nyi wanawake msivunjike mioyo yenu mapema hivyo. Mama, unadhani huu ni wakati wa kubembeleza mtu? Nakwenda kumtafuta Juma mwenyewe, sitaki kukaa hapa nikisikia sauti za watu bila ukweli. Amina shoga yangu, uko sahihi, tunaenda pamoja. Hata mimi naunga mkono, hatuwezi kuendelea kusubiri hapa tusijue, tusijue nini kinaendelea huko, twendeni. Amina sasa hizi pole kwa kukuvamia, lakini huwezi kuolewa bila bila ya kujua kinachoendelea. Kwanza we ni nani? Hebu jitambulishe kwanza, na unataka nini kutoka kwangu? Hilo tu? Mbona jambo jepesi. Mimi naitwa Neema, nimekuwa upande mwingine wa maisha ya Juma kwa muda mrefu kuliko unavyodhani, na leo nakuja na kitu ambacho kitabadilisha harusi yako kabisa. Ehe, kitu gani? Hebu ongea haraka haraka, usinipotezee muda, nina mambo mengi ya ya kufanya siku ya leo. Wala usiwe na haraka Aya, chukua hiyo barua. Hii ni barua ambayo aliandika Juma zamani, kabla ye na mimi hatujavunja mambo yetu. Ukiisoma hapa utaamua mwenyewe kama bado unataka kufunga hiyo ndoa au la. Sitakuingilia katika mambo yako. Wewe Neema, unataka kutibua harusi za watu eh? Unataka nini? Mnadhani mimi nataka kumchukua huyo Juma. Sina haja naye tena. Lakini Amina anastahili kujua ukweli kabla hajaingia kwenye ndoa ya mateso, na ndio maana niko hapa, wala sina dhamira nyingine, mnielewe hilo. Kwa hivyo, Amina, nakuambia tena, kama kweli unataka kuolewa leo, hakikisha umejiandaa vizuri kuvumilia maumivu ambayo mimi niliyakimbia. Ni hilo tu, sina, sina shari na wewe. Nimetaka tu ufahamu usije ukaingia kwenye ndoa hiyo kichwa kichwa. Kwa herini, sina shari na mtu.